Na mtazamaji nalo onyo kali limetolewa kwa viongozi wa kisiasa wanaochochea mgogoro kati ya wa wafugaji na wakulima katika kaunti ya Lamu. Akizungumza katika eneo la Pangani, eneo bunge la Lamu Magharibi, mratibu wa kanda ya Pwani, Roda Onyancha, amekashifu vikali wanasiasa wanaochochea wananchi kwa manufaa yao. Aidha, amezitaka jamii za wafugaji na wakulima kuishi kwa amani na kutafuta mbinu mwafaka za kusuluhisha migogoro yao. Hapa. Eh. SEC for Wooted Vision, Charles Musila. uh, kwa my chiefs, because of interest of interest time, Madam Arsi na timu yake, ili kutusalimia. Ntambia ivile muko na wafugaji pamoja na wakulima, tafadhali muheshimiane and I I want want this one to go to the records. I want to go records. put all the politicians on notice. Atuta kuja kubali, atuta kubali, wao wana incite one community against another, one section of our people of Lamu against another, haita atuta ruhusu. Full force of the law will be applied. Kama kuna viongozi ambao tutapata wanahusika kwa mambo ya incitement, mambo ya ku, ku, ku, kuleta hiyo ma, matatizo na ku, kuleta uto, uto, shida katika jamii ambazo zinaishi Lamu, because Lamu ina jamii zote Wacha niseme Lamu ni mahali ambapo kuna jamii zote katika nchi hii ziko Lamu. Kwa hivyo tutachukua hatua na sisi kama bwani, hatupembelezani na mtu.